Ukiwa Mkatoliki, simama uwe Mkatoliki kweli. Usikubali kuwa Mkatoliki wa kubabaisha, Mkatoliki wa maigizo, Mkatoliki wa kubabaisha na kudanganya watu. Kuwa Mkatoliki kweli si abate abate abate Kristi anasema hapa eh, kuna vinguo vilivaliwa, eh, vinaitwaje vile msio eh, wakatoliki wa vijora. Hata eh, hata kama mnahongwa hela, bakini wakatoliki wa, wa kweli.